Kijana mmoja aliyekuwa akiishi katika mitaa ya Magomeni, Dar es Salaam, aliishi maisha ya kawaida sana. Majirani walimjua kama Juma mzibua vyoo wa mtaa, mtu asiye na makuu wala sifa yoyote ya kupendeza. Kazi yake ya kutumbukia katika matundu ya choo ilikuwa ikiwafanya watu wengi kumcheka na kumnusa kwa dharau, lakini ndani ya mioyo ya wengi, hakukuwa na yeyote aliyewahi kujiuliza kuwa hije, Juma ni nani hasa? Kwa jina halisi aliitwa Juma Mwakalinga, lakini kwenye daftari la siri la usalama wa Taifa aliandikwa kama afisa maalum, mpelelezi wa kiwango cha Alpha One. Alitumwa pale Magomeni kuchunguza uhusiano hatari ulioanza kuchipuka kati ya bilionea maarufu wa Tanzabari, Mzee Kizito Ngwali na msichana mrembo aliyejulikana kwa jina la Farida Amani. Farida hakuwa binti wa kawaida, alizaliwa kwenye familia yenye historia ya kivita. Baba yake Amani Kabwe alikuwa gaidi sugu aliyesakwa na mataifa mbalimbali kwa uhalifu wa kimataifa. Ilishukiwa kwamba Farida anayeonekana mpole na mchangamfu alikuwa amefunzwa tangu utotoni kutumia akili yake kuvuruga mifumo ya kijasusi. Alikuwa mtaalamu wa algorithimu, hususan zile zinazotumika kuficha miamala ya fedha na kupanga mashambulizi ya kijeshi kwa njia ya kiteknolojia. Juma kama mzibua vyoo alifanikiwa kuingia katika maeneo ambayo maafisa wa kawaida hawakuweza kufika. Alijenga urafiki na wafanyakazi wa mtaa, akajua ni nani anakwenda wapi, na zaidi ya yote akakutana na Farida kwenye harusi ya jirani. Pale ndipo moyo wake ulipomwasi. Farida alikuwa tofauti, alizungumza kwa upole lakini kwa akili ya hali ya juu. Mazungumzo yao ya mwanzo yalihusu muziki wa taarab, yakahamia kwenye masuala ya falsafa ya Kiafrika na kisha kwa ghafla wakajikuta wakizungumza kuhusu maana ya mapenzi halisi. Juma alishikwa. Alijua hili ni kosa. Hakuwa ametumwa kupenda bali kuchunguza. Lakini kila alipojaribu kumkwepa Farida, moyo wake ulivunjika vipande vipande. Kwa miezi kadhaa walikutana kwa siri. Farida hakujua Juma ni nani hasa. Alimjua kama kijana asiye na kazi ya heshima, lakini mwenye utu wa pekee. Mapenzi yao yakamea kama mboga za majani zimeavyo shambani kipindi cha masika. Lakini usalama wa taifa haukulala. Ripoti zilionyesha kuwa Farida alikuwa amepokea maelekezo kutoka kwa baba yake kuanza maandalizi ya shambulio la kimtandao ambalo lingeadhiri miundombinu ya usambazaji wa maji katika jiji la Tanziba. Tishio hili lingeweza kuua maelfu kwa ukosefu wa maji salama. Juma alijikuta njia panda. Alipaswa kumaliza uhusiano wake na Farida, akamatwe na afichwe mpango wa baba yake. Lakini moyo wake haukuwa tayari. Alimpenda kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya kijasusi, aliweka hisia mbele kuliko kazi. Alichukua uamuzi wa ajabu. Usiku mmoja alimweleza Farida ukweli wote kwamba yeye si mzibua vyoo bali ni afisa wa serikali, kwamba alikuwa ametumwa kumpeleleza, lakini akajikuta akizama kwenye penzi zito. Farida alinyamaza kimya kwa muda mrefu, machozi yakamtoka. E, nilijua tu kuna jambo unanificha, lakini sikujua kama ni hili. Ama hakika nimependa mtu wa kweli. Sijui kuhusu wewe. Je, Juma, ni kweli umenipenda pia? Juma akamshika Farida mkono kisha akasema, eye, nimekuja hapa kwa kazi, lakini najihisi nimepata maisha. Ikiwa upo tayari, tunaweza kumaliza huu mchezo wa kijasusi pamoja. Farida hakusita, alimpa Juma algorithm aliyokuwa amepewa na baba yake, mfumo wa kimtandao uliokuwa na uwezo wa kudukua na kuharibu mifumo ya kielektroniki ya serikali. Aliamua kumsaliti baba yake kwa ajili ya penzi. Mpango wa shambulio ukavunjwa. Juma akarudi makao makuu ya usalama wa taifa akifuatana na Farida. Wote wawili wakahojiwa na hatimaye serikali ikatambua kuwa Farida hakuwa tishio tena. Alikuwa mkombozi. Aliamua kusaidia taifa badala ya kuliharibu. Lakini hatari ilikuwa haijaisha. Baadhi ya wafuasi wa Amani Kabwa walikuwa tayari wameanza mashambulizi ya hapa na pale, wakitaka kulipiza kisasi. Juma na Farida walipewa jukumu maalum, kuongoza kikosi cha siri cha kupambana na ugaidi wa ndani. Katika harakati hizo, Juma alijipambanua kama shujaa wa kitaifa, si kwa bunduki wala mabomu, bali kwa kutumia mvuto wa mapenzi yake. Alizima roho ya giza kwa nuru ya upendo. Aliwageuza maadui kuwa marafiki. Aliongoza vijana waliokuwa wamepotea njia kurudi katika mstari wa taifa. Tanzabari iliyokolewa na katika mtaa ule ule wa Magomeni Juma na Farida walifunga ndoa ya kukata na shoka watu waliokuja walishangaa ehuyu si mzibua vyoo walijiuliza lakini sasa walijua alikuwa afisa usalama wa taifa shujaa wapenzi na taifa na hivyo ndivyo mapenzi yalivyobadili historia ya nchi lakini historia hiyo haikukoma hapo Mwaka mmoja baada ya ndoa yao, Farida alianzisha taasisi ya vijana waliokuwa wakihusishwa na ugaidi, kuwapa elimu na mwelekeo mpya wa kimaisha. Alimpa kila mmoja nafasi ya kujifunza teknolojia kwa ajili ya maendeleo, si uharibifu. Juma, kwa upande wake, aliendelea kuhudumu serikalini sasa akiwa mshauri mkuu wa mikakati ya kiusalama. Wakati mwingine alionekana kwenye midahalo ya kimataifa akieleza jinsi penzi linaweza kuwa silaha madhubuti dhidi ya chuki na ghasia. Kwa pamoja, walibadilisha si maisha yao tu, bali roho ya taifa. Juma aliondoka kutoka matopeni ya vyoo hadi jukwaa la dunia. Farida alibadilika kutoka kuwa binti wa gaidi hadi kuwa mama wa taifa. Walipokuwa wakitembea pamoja mitaani, watu waliwasalimia kwa heshima watoto walitaka kuwa kama wao na wazee walihubiri hadithi yao kama mfano wa ushindi wa upendo juu ya hofu. Kwa hakika wao walikuwa mfano wa hadithi ya Afrika mpya, hadithi ya kwamba hata mzibua vyoo anaweza kuwa mkombozi wa taifa.